Niwatambulishe kwamba tunaye mgeni wetu mkuu wa grupu la Afrika TV. Nchi ni nyingi, lakini zile ambazo zina asilimia kubwa tulifanya juhudi kuzifikia, ikiwemo Tanzania, Kenya, Uganda, Burundi, Rwanda, Kongo DRC, Msumbiji, Komoro na Somalia. Na nimwombe kabisa alijalie tukio letu hili na uwepo wetu hapa ni katika yale mambo yatakaoongeza uzito katika nyizani zetu za mambo ya kheri. nahnu lamma nadkhul fi alam at-taqniyat hadhihi wa teknolojia namshi ma alalam, nahnu juz min hadha alalam wa qul rabbi zidni ilma, anasema Allah nasema, mola wangu nizidishie elimu. Mimi nililifahamu wakati nilipoalikwa katika uzinduzi wa jambo hili sikuwa najua lilianza vipi, lakini niliitwa kama kuna uzinduzi. Wenzetu kawapa ilhamu kubwa ya kuona kwamba jamii ya watanzania na wanaozungumza Kiswahili wote. Ni katika wale watu wawili walioibeba Africa Academy kwenye mabega yao. Nia yao ilikuwa thabiti na walithubutu. Leo ndiyo tuko hapa kwa ajili ya kuwakabidhi wakufunzi hao vyeti vyao namba moja ni Bahati Ame Juma anapokea, tafadhali tushuke tumkabidhi funguo, Sheikh Muharram. Baada ya kuhitimu kikundi hiki cha kwanza kwa awamu hii ya diploma, nafasi ipo wazi kabisa kwa watu wengine kuweza kujiunga nasi katika masomo haya ya diploma ya sheria ya Kiislamu kwa muda wa mwaka mzima. Kimbilia sasa kujiunga nasi katika elimu hii ya diploma ya sheria ya Kiislamu kwa kubofya linki iliyopo katika bio za mitandao yetu ya kijamii. Au unaweza kuscan kwa QR code iliyopo katika skrini yako.